Oh, ndugu zangu ni nayakumbuka sana maneno ya hata ya, ya, ya e, kama na, bado na, sijapata. Usikate tamaa mwanangu, wewe ndugu yangu, hata kama umeenda sehemu umekaa muda mrefu sana, hujapata hela, lakini usikae tamaa, endelea tu kupambana hivyo hivyo, amini ipo siku Mungu atakubali tu, utapata pesa. Cha msingi unatakiwa, unatakiwa endelee tu kupambana, usikae tamaa. Pambana mwanangu, pambana hapo, pambana kwa akili yako. Sasa hapa, pambana tu kiboya kiboya, utachemka. Pambana kwa akili iwe, endelee eh, usikae kae tu eti kiboya kiboya namna gani? Eti nipambane, yaani unapambana hapo, unaenda kulea wenzako, unapata hela. Pambana, ufanye malengo Pambano, pambana, jiwekeza, maisha yaendelee, situ tunakaa tu. Pambana afu baadaye naenda kulewa, hei, na maisha yote kuamka subuhi, hata hela cha yauna, afu unasema kwamba eti umerogwa. Umerogwa? wewe ndio unajiroga, acha hivyo.